Aji karibu huku zikiwa zimesalia wiki mbili kabla ya makataa ya siku sitini kwa jamii zinazoishi katika kaunti ya Tana River kusalimisha silaha haramu viongozi kutoka kaunti hiyo wanasema hawajaridhika na idadi ya silaha ambazo zimerejeshwa kufikia sasa wakizungumza mjini madogo viongozi hawa wamesema baadhi ya wazee wa, wa jamii zingine hawakuitikia wito wa serikali na kushawishi jamii zao kusalimisha silaha hizo na kusababisha zoezi hilo kukosa kuwafikia matarajio yake aidha wanasema utovu wa usalama eneo hilo umehujumu juhudi za maendeleo na kufanya eh, eneo hilo kubaki nyuma kwa miaka mingi. Ile bunduki tumepata ni kidogo sana kulingana na ile namba yenye iko Bangale Sub county. Tunasiki sana, so tusalimisha hizo. Tumebaki na siku kumi na tano peke yake, tusungojee siku sitini. Tukukuichie, tuchukue bunduki. Apatani ulete tu polepole, tupokee, tukupatie cheti ya kuonyesha kwa kwamba wewe ni mtu umependa usalama. Tunashirikiana katika hiyo mipango, uchoraji na nini ya kuja kubadilisha Madogo. Wakati tunafanya tana hivyo, tunasema ya kwamba bunduki, bunduki sio maisha yetu, bunduki sio. Tunataka vijana na kina mama na sisi sote tushikane kwa sababu ya mipango ya maendeleo. Waziri wa Afya Aden Duale amewahakikishia